Uh, nimeshawahi kuwaelekeza hapa jinsi ya kujenga banda la gharama nafuu kabisa na nikawa naonyesha mabanda haya ambayo mnayaona hapa Kingo Farm. Sasa leo bwana ninakwenda kukuelekeza namna ya kujenga mabanda ya bei nafuu zaidi, yani kuliko hii ambayo nilikuwa nimekuonyesha hapa Kingo Farm. Uh, hapa Kingo Farm banda kama hili unaloliona hapa mbele inatakiwa uwe na bajeti ya kuanzia laki nane. Sasa leo ninakwenda kukuelekeza banda ambalo inatakiwa uwe na bajeti hata laki moja na nusu unalijenga. Aa, ndugu yangu, kwa mfano jaribu kutazama hili banda ambalo unaliona hapa mbele. Hili banda limejengwa kwa mabanzi, kwa hiyo nitakushauri namna gani unaweza ukapata haya matilio na ni matilio gani na yepi ambayo ukiyaweka basi unaweza ukatengeneza banda ambalo litakuwa ni la gharama nafuu kabisa, yaani nafuu zaidi. Uh, sasa kabla ya yote kwanza ni kuelekeza, sisi Kingo Farm bwana, tunatoa elimu ya ufugaji vizuri kabisa, yani utajifunza ufugaji. E, tunasema kutoka kwenye scratch, yaani kuanzia A hey, mpaka Z e, ndani ya miezi miwili kwa ada ya shilingi elfu nane tuna uhakika kabisa kabisa, uh, utajua vizuri kabisa kualea kuku wako. Sisi huwa tunaleta kuku hapa shambani tokea wakiwa vifaranga wadogo. Tunakuelekeza kwa vitendo kabisa namna ambavyo e, unawalea, unawapa chanjo na vitu vingine vingi. Lakini pia hapo unaweza ukaona tunavyo hivyo vitabu. Hivi vitabu vitakusaidia sana, kwanza kupunguza gharama za ufugaji e, jambo la pili kukuelekeza ni kitu gani natakiwa ukifanye kwenye ufugaji ili uweze a, kufuga kwa e, manufaa zaidi. Kwa mfano tunavyo hivyo vitabu e, ambavyo ni miongozo mbalimbali mbali, kuna wakuku wa kienyeji, kuna wabroila, kuna wakuku chotara, lakini pia namna ambavyo unaweza kutengeneza e, tiba za asili, ukaandaa tiba kwa ajili ya kuku wako. Mfano kuku wako anaumwa kideli, ni namna gani unaweza ukamtibia. Kumbuka kwamba kwa mfano magonjwa ayo kama kideli, gomboro, ndui hayana tiba ya hizi dawa za viwandani, huwezi ukapata sehemu yoyote ile. Nenda kwenye duka lolote lile e, hawawezi wakakutibia hayo magonjwa. Lakini sisi kupitia hivi vitabu vyetu cha tiba za asili na mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili, utatengeneza hizo dawa hizo ambazo nimekuambia kwamba hazipatikani madukani. Hakuna dawa za viwandani za kutibu magonjwa ya virusi, ndio maana kuna kinga, lakini ukitengeneza kuku wako watapona vizuri kabisa. Kitabu kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi. Kitabu hichi kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi. Mfano kideri kikiingia kwenye mabanda yako kinaweza kikaua kuku kwa zaidi ya asilimia tisini, yani kwama kuku mia moja unafuga, watakufa kuku tisini ni gharama gani? Kwa hiyo ni bora ukachukua hiki kitabu ili uweze kujikinga na, na, na hayo magonjwa ili usipate madhara. elfu kumi tu kitabu kimoja, ukitaka vyote hapo ni elfu hamsini. Aa, sasa hapa ushauri wa kwanza kabisa ili uweze kujenga banda la gharama nafuu inatakiwa uwe makini sana na material vile vitu ambavyo unatengenezea banda, inatakiwa upate vitu ambavyo kwanza ni imara, pili ni gharama nafuu. Yapo mabanda mengi mazuri yanapendeza, yanatumia gharama kubwa sana, lakini kikubwa huyo, inatakiwa ujikite kwenye e, vitu vifuatavyo unavyochagua material. Kwanza uh, usalama, usalama wa kuku ambao unaweka humo bandani mfano um, yasiwe yanapitisha upepo mkali, lakini pia isiwe rahisi kubomoka kung'oka, lakini yasiwe yanaruhusu wadudu kwa kali kuingia ndani, kama vile nyoka uh, paka na wengine wale predator ambao wanaweza wakaenda kuku, kuwadhuru kuku wako. Hicho e, ni kitu muhimu sana. Na jambo jingine muhimu kabisa inatakiwa e, unapochagua vitu hata kama ni vya gharama nafuu visiruhusu mvua kuingia ndani ya banda. Aa, sasa hapa nataka nianze na orodha ya vitu ambavyo unaweza ukatumia ili uweze kujenga banda la gharama nafuu kabisa. Aa, wapo wafugaji ambao wanatumia tofali bati, lakini eh, kwangu mimi binafsi Eh, haya mabanzi ambayo ninakuonyesha hapa haya, ni yale maeneo ambayo huwa wanapasua mbao kwa mfano Iringa, uh, kule Njombe, haya huwa wanayajua vizuri sana. Huwa yanabaki kama makapi ambayo wanayatoa pembeni wanapokuwa wanapasua mbao. Sasa haya yanatumika kwenye ujenzi vizuri kabisa, watu wanatengenezea fensi na vitu vingine kama vile mabanda. Kwa hiyo haya hapa ukiyapata ni gharama nafuu sana. Kwa mfano ukinunua gharama yake nadhani ya moja hapo linauzwa kati ya shilingi mia mbili au mia tatu hivi, kwa hiyo ni gharama ndogo sana. Sehemu ambayo ungetumia bati labda, bati moja inauzwa Uh, elfu ishirini ambayo ungetumia bati ya elfu ishirini unaweza ukatumia shilingi elfu mbili kukava ilo eneo hilo nadhani, na unaona jinsi ambavyo gharama itapungua kwa zaidi ya asilimia tisini. Unapunguza gharama kwa zaidi ya asilimia tisini. Kwa hiyo hiyo itakusaidia sana sasa tukirudi kwenye mfano wa banda letu hili hapa la leo hii. Aa, unaona hili eneo la chini kama huta e, bana vizuri haya mabanzi, kwa sababu huwa kidogo yanapishana. Sisi tunaita mabanzi, sijui ninyi mnaitaje, huwa yanapishana. Kwa mfano ile eneo, si unaona hapo kuna tobo ambao paka anaweza kapita au wadudu wanaweza wakapita. Utakachokifanya utaenda kununua tubai kama ile ama tubai, anauzwa gharama ra... ndogo sana. Pia utakava humo, yani utabana kwa ndani, ili kuto kuruhusu wanyama wakali kuweza eh, kupenya humo na kuwazuru kuku wako. Aa, lakini pia haya ya mabanzi utayatumia kwa ajili ya kugongea e, bati huku juu, kama ni shahidi, wakati tunatumia hizi mbao. Sasa hizi mbao kidogo ni gharama. Ukitumia haya ya mabanzi ambayo ya, ya gharama nafuu, yatakusaidia pia kupunguza gharama. Unaweza pia ukatengenezea vyakula, kwa mfano hilo lime vyombo vya vyakula. Aa, mfano hicho umetengeneza kwa mbao, lakini unaweza kutengeneza kwa kutumia ukatumia hayo matilio na gharama zikawa nafuu kabisa. Sasa huku juu unaweza ukaweka bati za gharama nafuu kabisa na zikafanya kazi vizuri sana. Mfano uh, hii bati ambayo tumeiweka hapa, hii hapa ni geji thelathini na mbili nadhani. Hizi za geji thelathini na mbili ndio za gharama nafuu zaidi laki... A, lakini mada yetu hapa ni kupunguza gharama zaidi. Kwa hiyo kama upo eneo ambalo Unaweza ukapata hizi nyasi hizi ambazo huwa wanaezekea e, nyumba maeneo mengi ya, ya, ya vijijini. Hasa ya vijijini ni muhimu zaidi, kwa sababu hapa utatumia gharama ndogo sana ukiachana na, na bati. Uh, utaezekea uta haya, lakini pia kitu kingine uwe makini sana kwenye eh, matumizi ya nyaya hizi, nyaya za dukani na zenyewe zinaweza zikawa ni gharama kubwa. Kwa hiyo utatengeneza banda fulani ambalo utatumia gharama ndogo sana, unaweza nyasi hizi hapa, ukapata haya makuti pia, na nyewe gharama waga na kuaga ni ndogo, kuziba banda lako, limradi tu liwe na usalama, wadudu eh, wanyama wakali wasiingie. Kwa hivyo ndivyo ambavyo itakufanya wewe tumia hizi marigafi ili uweze kupunguza gharama e, kwenye banda lako, na ninashauri kitu kimoja, usitumie gharama nyingi sana au gharama kubwa sana kwenye kujenga banda. Wapo wafugaji ambao anatumia hadi milioni tatu kwenye ujezi wa banda, halafu mle anakuja kuingiza kuku kwa gharama za laki sita. Sasa hapo nadhani utakuwa unacheza mpaka kuja kuirudisha hiyo milioni tatu, inaweza kakuchukua miaka mingi. Kwa hiyo jenga banda la gharama nafuu kabisa, halafu ingiza kuku ili uweze kupata faida mapema.